Mambo vipi, mtazamaji wa Azam TV, karibu sana katika kipengele hiki cha Kata Wese, sehemu ambayo tunafanya mazoezi, yaani sisi ambaye tuko huku gym na we ambaye unatutazama kutokea hapo ulipo inawezekana ukawa uko ofisini, inawezekana uko nyumbani, popote pale ambapo unapata access ya kutazama kipindi hiki cha Kata West. Nikukaribishe tena, karibu sana na. Leo niko maeneo ya Segerea, gym ipo hapa kituo cha Oilcom. Kwa mkazi wa Dar es Salaam, so mgeni na Segerea, yes, unaweza kufika hapa na kufanya mazoezi kwa pamoja. Yes, niko hapa gym inaitwa The Great Gym. Nitafanya mazoezi na ambaye ataongoza kijiti hiki anaitwa Hamza. Sisi ndio watu wa kazi bwana, tumetumwa kazi <laughs> na hatuwezi kuacha kazi. Basi karibu sana hapa, tupeane kazi kama walivyokwisha kutambulisha kwamba leo tunakwenda kufanya mazoezi ya tumbo na mazoezi hayo ya tumbo ya leo, tutakuwa tunafanya mazoezi ya tumbo tukiwa tumesimama kabisa. Okay, kabla ya kuanza mazoezi, lazima tunyooshe viungo vyetu ili tuweze kuanza mazoezi. Sasa tunaenda kuanza kunyoosha nini, viungo vyetu. Tutaanza moja kwa moja, relax mwili wako, achia mwili wako legee kabisa. Twende, tutaanza hapa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Tutapeleka mikono yetu juu. Tuende juu hapa. Halafu tutasimamia vidole. Simamia vidole vyako. Nenda upande wako wa kulia. Rudi upande wa kushoto. Rudi katikati. Nenda juu. Nenda juu. Safi. Shusha vidole vyako vya miguuni chini. Tanua miguu yako. Tanua miguu yako. Tunaenda kunyosha mgongo wetu pamoja na hamstring ya miguu hiyo. Twende hapa hapa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Twende ndani ndani, angalia kule. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Rudi juu. Funga miguu yako, achia. Tunakwenda hapa moja, hapa taratibu, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Zungusha moja, tena mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Twende hapa, weka mikono yako hapa, funga halafu vuta hivi. Yes, moja mbili tatu nne tano sita saba adiri, twende hapa, twende moja, mbili tatu nne tano sita saba safi, egeza mwili. Ok, warm up yetu ya leo tutakwenda kuanza na jumping jacks. Baada ya jumping jacks, tutapiga high knees sawa. Tutakwenda jumping jacks ishirini mara tatu, high knees mara tatu. Tutatoa jumping jacks za mtu anayeanza na mtu ambaye amesha, ni mtu ambaye ameshaendelea yani advance. Alafu pia high knees na vivyo hivyo tutafanya hivyo hivyo, so nao tutakwenda kuanza jumping jacks ya mtu ndio anaye anayeanza mazoezi kabisa. Tutakuwa tunaenda hivi, hii ndio jumping jacks ya mtu anayeanza mazoezi kabisa.

Ten, safi kabisa huyu ni kwa yule mtu anaye ambaye hajawahi kufanya mazoezi kabisa, kipindi anapoanza, anaweza akafanya kwa, hii itamsaidia vizuri kabisa. Sasa tunakwenda kufanya jumping jacks ya mtu ambaye yeye ni mfanya mazoezi kabisa, na yenyewe naye tutakuwa tunaruka kabisa hivi, sawa. Tunakwenda kuanza reps ishirini. Moja, mbili, tatu, go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Good. Good job. Haya mazoezi unaweza ukafanya mara tatu ama mara nne, haufungwi ama mara tano, ni wewe mwenyewe. Sasa hivi tunakwenda kufanya warm up nyingine ya zoezi nyingine inaitwa high knees, high knees. Ni mazoezi ya kunyanyua goti juu. Tutakwenda kuanza ya mtu anayeanza mazoezi na mtu ambaye alikwisha kuendelea na mazoezi, sawa? Eh, tunaenda reps ishirini. Tunaanza mguu wa kulia na tunafuata mguu wa kushoto, twende: one two three four five six seven eight nine ten one two 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Sasa tunakwenda kwa mtu ambaye amekusha kuanza mazoezi muda na kuendelea na maanisha, mtu aliyepo level ya juu ya kimazoezi. Moja, mbili, tatu, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good job. Okay. Hiyo ndo mapu yetu ya siku ya leo. Sasa, tunakwenda kuanza mazoezi ya tumbo. Zoezi letu la kwanza la tumbo la siku ya leo, tutafanya close knees. Close knees. Hili zoezi linachukua tumbo la pembeni, tumbo la juu, pamoja na tumbo la chini. Kwa hiyo tutakwenda kufanya hivi mara ishirini, kila upande utafanya ishirini mara nne. Haufungwi, unaweza kufanya ishirini mara tano, hata ishirini mara sita, hata ishirini mara tatu. Sawa, ndugu zangu, tunakwenda kuanza. Weka mkono wako wa kulia juu. Weka mkono wako wa kulia juu. Tunakwenda kuanza hapa. Sawa eh? 1 2 3 go. 1 2 tac 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good job, tunakwenda kubadili upande wa pili utanyanyua mkono wako wa kushoto Hakikisha kiwiko chako hiki kinakutana na goti lako, sawa? Moja, mbili, tatu, go! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five Six, seven, eight, nine, ten. Good. Hiyo nayo na utafanya vivyo hivyo kama nilivyokuelekeza, ishirini mara nne, ishirini mara tano, haufungwi sasa hivi. Tunakwenda kufanya zoezi la koa tumbo la nini? La pembeni, yaani minyama uzembe iliyoko pembezoni mwa tumbo lako. Tunakwenda kufanya mazoezi rahisi kabisa. Zoezi namba moja hii, tutafanya tutanyanyua mkono wa kulia juu. Hafu unanyanyua goti lako juu. Hakikisha goti lako linapita pembezoni mwa nini? Mwapaja. Sawa. Tutafanya ishirini mara nne. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Twende. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 10. Nyosha mkono wako juu. 1, 2, good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, good.